Muungano wa Tanzania, kazi na utu, kazi na utu! Taifa Stars oye! Taifa Stars oye! Tanzania oye! Nianze kwanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu rahimu kwa kuturuzuku hai lakini kutujalia afya ambayo imetufanya sote tukusanyike leo hapa katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere kwa tukio hili muhimu sana, mwanzo huu wa mwaka wa kuipokea timu ya Taifa Stars ambayo imeshiriki mashindano ya Afcon ya mwaka 2025 ambayo yanafanyika nchini Morocco, na Tanzania kwa mara ya kwanza imeweza kuingia katika timu 16 kumi na sita bora, au mechi za mtoano au knockout, na imecheza mchezo mzuri sana ilipopambana na Nigeria, ilipopambana na Tunisia na mchezo wa mwisho wa Morocco. Wachezaji wetu wameonyesha umahiri wa hali ya juu katika mchezo wa kabumbu, lakini wamecheza kwa kujitoa kwa moyo wao wote na hakika wameipa Tanzania heshima kubwa sana, na ndio maana kwa niaba ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nichukue nafasi hii kuwapongeza sana kwa hatua hiyo waliyoifikia ya kulipambania taifa letu katika mchezo huu wa Afcon. Na sasa Tanzania imeingia katika timu shindani za mashindano ya Afcon. Na sio mshiriki au msindikizaji. Nifikishe kwao na Watanzania wote salamu nyingi za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye ameniagiza nifike hapa kuwapokea wachezaji, ambao baada ya mechi yao alichukua uamuzi wa kuwapelekea ndege ambayo imekwenda kuwachukua na kuwaleta hapa ikiwa ni moja ya dalili au moja ya ishara ya kuheshimu kazi kubwa ya kizalendo ambayo wameifanya. Nami nichukue nafasi hii kumshukuru sana Dkt Samia Suluhu Hassan kwa kuiwezesha Taifa Stars kwa hali na mali, lakini kuiwezesha sekta ya michezo kwa hali na mali kufikia hatua hii ambayo tumefikia. Na yeye mwenyewe tarehe kumi atakutana na wachezaji wote wa Taifa Stars na wachezaji wa michezo mingine ambao wameshinda katika mashindano mbalimbali yao ya riadha, yao ya cricket, kwa chakula cha mchana pale Ikulu ili kuweza kuwapongeza wote kwa kazi nzuri ambayo wameifanya. Siku njema huonekana asubuhi, na timu ya Taifa Stars imeifanya siku yetu njema inayotuanzishia mwaka 2026 katika sekta ya michezo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 kuwapa hamasa lakini kuonyesha tunathamini shughuli kubwa waliyoifanya Moroko. Ombi langu kama alivyosema mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Ndugu wana Dar es Salaam na Watanzania wote tutunze amani ya nchi yetu, tuilinde amani ya nchi yetu, tuilinde umoja wa taifa letu, tuilinde mshikamano wa taifa letu na moja ya vitu ambavyo vinaashiria umuhimu wa amani katika taifa lolote ni ushiriki wake katika michezo. Tunaweza kushiriki katika michezo Morocco, na tutashiriki sehemu nyingine, kwa sababu sisi ni nchi yenye amani, sisi ni nchi yenye umoja, sisi ni nchi yenye mshikamano. Na hayo yote yatufanye sasa, kwa wivu mkubwa zaidi, tuendelee kuilinda amani ya nchi yetu, wakati tunafanya mambo mengine yote yawe ni ya kujenga nchi yetu, yawe ya kuimarisha utawala bora, yawe ya kuimarisha mifumo ya, ya, ya haki, yawe ya kushughulikia changamoto mbalimbali za watanzania wa rika zote. Amani ni msingi wa taifa letu, na amani ndio nguzo ya taifa letu, na amani ndiyo alama ya Utanzania. Hakuna taifa ambalo halina kitu linachokithamini taifa ambalo halina kitu ambacho lina kithamini na liko tayari kwa gharama yoyote kukilinda, basi taifa hilo halijitambui wala halitanabahisha. Taifa hili, moja ya vitu ambavyo vinaitanabahisha katika ulimwengu huu na katika ukanda huu wa bara la Afrika, kwamba ni nchi ambayo imejenga umoja, ni nchi ambayo imeimarisha mshikamano, ni nchi ambayo imetunza amani, lakini ni nchi ambayo ina uwezo kukabiliana na matukio mbalimbali na kutatua changamoto mbalimbali kwa njia ya mazungumzo, kwa njia ya maridhiano, kwa njia ya kukaa mezani na kufanya mambo yote, na moja ya nyenzo hizo kubwa ni michezo. Kwa hiyo wahamasishi, hamasishi vijana wote wa Tanzania, tushiriki katika michezo. Michezo sasa ni burudani, michezo sasa ni, ni, ni, ni, ni ajira eh, michezo sasa ni alama na fahari ya taifa lolote lile, na ndio maana Dr. Samia Suluhu Hassan amewekeza fedha nyingi katika sekta ya michezo, iwe ni ujenzi wa viwanja, uimarishaji wa miundombinu mbalimbali, na sasa uimarishaji wa timu ya Taifa Stars. Na wengi wamesema sasa tumeona matokeo ya maandalizi mazuri ya timu zetu.